Karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa, chaneli ya Ticha Sauti ya Sifa. Kwa mara nyingine leo nimekuletea e, mfumo ambao unaweza kutumia kwenye editing yako yoyote, ila mi natumia ucut ukaweka Focus kama vile una kamera kubwa e, kupitia simu yako tu ya mkononi. Lakini kabla tujaenda hapo, mimi naitwa Ticha Sauti ya Sifa. Hakikisha tu unasubscribe ili kuungana na, na mimi lakini kuwa moja kati ya familia ya Ticha Sauti ya Sifa. Karibu tena katika kio changu cha simu. Kwa mara nyingine leo, tunakwenda kuweka focus kwenye video ama tunakwenda kujifunza jinsi ya kuweka focus, na hii ni full tutorial ambayo inakuja na full package ya tutorial nzima ama ya mafunzo. Kwa hiyo wewe cha kufanya, moja kwa moja tutaenda moja kwa moja kwenye editor ambayo utakuwa umeandaa, ila mimi nimeandaa editor ya YouCut. YouCut ni editor ambayo naipenda sana kuitumia na imeendelea kufanya vitu poa zaidi. Kwa hiyo mimi nitafungua hapa kwenye new project moja kwa moja, kwa sababu yuka tisifungui sifungui kwa mara ya kwanza, ila yeye kama bado hauna ifate pale Play Store. Utachagua video ambayo leo nataka niwekee wanasema focus. Sasa video ambayo taanza kuichagua mimi ni iya hapa hii, video nilikuwa moja kati ya duka duka ambalo ninauza vifaa vya umeme hapa anamaanisha kwamba sabufa free GTV kama hivyo. Hii hapa hii ndio video ambayo nimechagua hapa. Nilikuwa nipo GK Kinaz Electronic Store. Hawa ni mabingwa bwana wa kuuza vifaa vya umeme, lakini pia ni wazamini wetu ambao wanatuwezesha sisi kufika hapa ama kuendelea kutamba zaidi e, hasa huku YouTube lakini na kuingine kokote wanatupa nguvu. Kwa hiyo ni GK Electronic Store, kama uko store, e, e, e, yes, yes, store kama huko Tabora mjini hakikisha unafika GK Electronic Store, wapo pale kachoma e, mkabana na duka ya pembejeo pembe, pembejeo za kilimo pale kwenye frame mpya ambapo zamani ilikuwa linakaa dampo la mjini. Kifika tu barabara Kachoma, angalia maduka ya umeme pale, alafu zinaangalia juu kabisa, pango limeandikwa JK Electronic Store. Twende kazi sasa. Mimi bwana, hii video leo utakwenda kuiwekea wanasema focus. Sasa cha kwanza ambacho utakifanya, mimi nitafanya ujanja huu hapa lakini mimi nitakwenda kuchagua moja kati ya maneno hapa. Kuna maneno manne: kuna em emoji, kuna gif, kuna sticker, kuna adjust. Wewe utachagua neno ambalo limeandikwa sticker. Ukishachagua neno ambalo limeandikwa sticker, kuna ukungu hapa unatokea umeona hapa, kuna ukungu mbalimbali mbali. kuna huu ambao ukungu haueleweki eleweki huu. Umeona huu ni ukungu ambao haueleweki eleweki lakini pia kuna huu hapa pia nao haueleweki eleweki. Hii ni focus nzuri sana. Nitaitanua kama hivi, kisha itanua kama hivyo, kisha nitaipunguzia hapa kaka kamstari, nikipunguza hivi panakuwa kama vile kuna, kuna, kuna mawimbi fulani hivi lakini kifanya hivi, umeona? Yani ya unavyoona hauoni kabisa, nikijaza hapa paka mia. Ila mimi nizotafuta wimbi ambazo nazipenda mimi, kama mimi nitafanya hivi hapo tu, then nikishafanya hivo, sasa hiyo itakuwa ni focus nzuri. Kwa hiyo nita nitapiga tick, alafu then nitajaza hii focus mwanzo mpaka mwisho wa video yangu, kwa mtu anakuwa aonekane vizuri kama hivo. Umeshani soma sasa, watu wanaweza kusema hapa labda, hey, teacher akachanganyikiwa, mbona sasa focus paka kwa mtu inakuwaje? No, ukishafanya hivyo utaweka eh, hakikisha focus yako imekaa vizuri. Ngoja niongeze focus kidogo, ni adjust focus kidogo ifike hata eh, asilimia kadhaa hivi. Yes, asilimia kadhaa hivi ikifika, itakuwa unyama sana hapa. Yes, nimeweka paka hapo. Alafu zeni sasa baada ya hapo uta save. Ukisha save, utasubili ijae. Je, naangaika na, na vifaa vya umeme feki visivyodumu? Kama jibu ni ndio, basi suluhisho ni moja tu, ni JK Kinas Electronic Store. Tunapatikana na TV za kisasa, spika na sabufa, kingamuzi, friji, mashine za kufulia, majiko, sora panel, betri za sora, madish, taa na vifaa vyote vya umeme. JK Kinas Electronic Store tunapatikana Kinazi, barabara ya Kachoma, Tabola mjini palipokuwa dampo la zamani, sasa kuna fremu mpya bara na duka la pembejeo za kilimo. Angalia bango lenye maandishi JK Kinas Electronic Store, au wasiliana nasi kupitia simu namba 0786313263, 0786313263. JK Kinas Electronic Store, ubora wa kweli huamuzi sahihi, samana ya pesa yako. Sasa baada ya kuwa imeshasefika kama hivyo, utarudi hapa hapo kwenye yukati yako, ama utarudi nyuma kidogo, alafu utaanzisha new project nyingine kabisa. Hapo kwenye new project nyingine utakwenda kuweka ile video ambayo umeweka focus ya kwanza, alafu utakwenda kubonyeza neno ambayo limeandikwa PIP hapa. Ukishabonyeza hapo Utarudia ile video ambayo hujaweka focus, ile, ile. lakini ambayo hujaweka nini focus hapo alafu then utaikuza. Utaikuza ivikae sawa kwa sawa hivi utaikuza kama hivyo baada ya kuwa umeikuza utatafuta mpaka sehemu ambayo unahitaji wewe sasa pawe pazuri mfano kama mimi ni record kabisa kwa hiyo mara nyingi unatakiwa uweke sehemu ambayo tayari umeshafanya maelekezo yani kwamba Umesha, umesha yani kipande huo umesha kikatakata lakini mimi niliweka kirefu ili kukufundisha wewe. Kwa sasa hapa mimi eh, nitakwenda kufanya hivi. Nitabonyeza hichi kipande cha, cha chini ambacho ndicho background hicho ambacho tulikiwekea focus eh. Nitabonyeza na neno split ama maana yake kukata. Alafu zaini, na hapa juu nitakata hapa hapo pia nitapakata. Kwa hiyo patakuwa nini? sawa kwa sawa then hichi cha juu cha upande huu huku huku kwanza, kwa mara ya kwanza nakitoa umeona hapa imebaki wazi kwa hiyo hapa itakuwa imebaki focus umeiona focus hiyo lakini pia na hii focus nayo nitaitoa nikishaitoa inamaanisha kwamba kipande changu kitakuwa kimebaki vizuri kabisa hichi hapa umekiona Sasa basi. Mimi nitakachofanya hapa nita nitakifu fupisha kiwe kifupi kidogo ili uweze kunielewa vizuri ninachomaanisha. Mpaka hapa umeona, nitapakata pia na hapa, ila wewe unaweza kuweka kirefu, lakini pia hakikisha uwe na MB. Nimeweka hivi kwa wale ambao bado hawana uwezo wa kutumia kamera, kwa sababu kamera wao ina focus ya moja kwa moja. Kwa hiyo sasa, ukishabonyeza hivyo, utabonyeza picha ambako hakuna focus, alafu utabonyeza sehemu moja imeandika cut out hapa. Ukishabonyeza, kuna asilimia zitakuwa zinajaa hapa Utasubiria hizo asilimia pia nazo zijae. Kumbuka, za mara ya kwanza zile zilikuwa zinachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo utasubiria pia na hizi asilimia hapa zijae, zimefika asilimia kumi na uli, okay, sita, kumi na nane, ishirini. Sasa nadhani umeona mtu kawa anaonekana yeye kama yeye ila vitu vingine havionekani sasa kutokana na focus ulioweka angalia, wanauza friji wanauza kila kitu hapa hivi. So unapapata wapi palipokuwa dampo zamani pareka choma, utaona sehemu pango kubwa. Hivyo ndivyo unaweza kuweka focus kwenye video yako yoyote ile, kama vile una kamera kubwa ambazo unawaona wenzako wakitamba nazo kwamba wakiweka portrait nyuma, kwamba kusema kwamba kitu kingine kinaonekana uvuguvugu, mtu ambaye kamera imempoint anaonekana vizuri, ila vitu vingine vyote vinaonekana uvuguvugu. Unaweza kutumia njia hiyo ambayo nimekuelekeza hapo kwenye editing yangu, hasa nimekuelekeza kupitia application ambayo inatokea Play Store, lakini pia App Store na kwingineko kote, ambayo inafahamika kwa jina la YouCut. Ah, bila kusahau, mimi naitwa Teacher Sauti ya sifa lakini pia nitapenda zaidi ukitoa komenti hapo chini eh, kwamba unanitazama ukiwa wapi, ama unanitazama kutoka wapi? Lakini pia jiunge na mimi eh, kuwa mwanafamilia wa Sauti ya sifa kwa kunifata katika mitandao yangu ya kijamii. Facebook page unanifata ama unanipata kama team Sauti ya sifa, unanifollow zeni na kuwa TikTok kama sauti ya sifa pia inakuwa unyama, lakini WhatsApp ni namba zangu za simu 0757736498 eh, unatuma tu neno niunge, unatuma na elfu mbili na kuunga kwenye grupu zenu, na niuliza swali lolote ambalo utakuwa unalipenda wewe. Sauti ya sifa, kwa pamoja tunasonga mbele. Bye.